Bwana Yesu asifiwe, karibuni tena hapa Cornerstone Ministry. Kwa majina naitwa Prophetess Edith Bernard, nayeongoza huduma ya Cornerstone Ministry, ambayo imewekwa maalum na Mungu kwa ajili ya kuokoa, kurejesha na uponyaji kwa watu wote bila kujali dhehebu lako, bali umjue Mungu afanyike kuwa halisia kwako. Ninakaribisha tena katika kipindi chetu kingine. Um, kwanza ninapenda kuambia kwamba heri ya mwaka mpya, na japo tayari tumeshafika kwenye tarehe kumi, tunasema asante tena katika kipindi chetu kingine. Um, mwaka umekwisha anza tayari na nilikuwa nimetayarisha kipindi kingine cha kuweza kufundisha, lakini sasa hivi tutakuwa tuna msisitizo ule wa siku ya Alhamis. Siku ya Alhamis itakuwa inaitwa siku ya suluhisho, Alhamisi ya suluhisho. Kwa nini sa Alhamisi ya suluhisho? Kwa sababu saa nyingine unapokwenda kanisani unaweza ukawa umelisikia jambo ambalo likawa linaweza umelisikia neno na likawa linakusumbua, unataka kulipatia suluhisho, au katika maisha yetu ya kila siku kuna jambo ambalo linakusumbua miaka hadi miaka, lakini hujalipatia ufumbuzi wake. Tuna changamoto nyingi tunazozipitia sisi kama wanadamu, lakini hatujui kupata suluhisho yake. Unasema, unawambia sema, nimekwenda kanisani sijapata suluhisho, nimekwenda nimefunga sijapata suluhisho, nimetoa sadaka lakini bado sijapata suluhisho. Sasa mwambie, mtaarifu dada, mtaarifu mama, mtaarifu kaka, mtaarifu mjomba, tuwe tunakutana Alhamisi. Tutakuwa tuna mafundisho mengi ya kuweza kupata sisi ufumbuzi kama wana wa Mungu. Wewe usijali kwamba suluhisho hili nitalipata lini, huwezi kujua siku utakapo, ulisikia ndo hiyo utapata ufumbuzi. Mara nyingi wetu sisi changamoto zetu sisi tumefungwa katika vile sehemu hasa za familia na ukoo. Kwa hiyo, usijali, huwe unakaa kila siku ya Alhamisi, tutakuwa tunapata suluhisho ya maisha yetu ya kila siku, hasa sisi tunaokaa sehemu hizi nyingine za nchi za watu za wageni, kwani neno lake Bwana linasema kwamba mkifika ugenini msiwe kama wenyeji. Maana yake ni nini? Kwamba tunaweza tukaa, tunajisahau, tunasahau kule tulipotoka, tunataka kuwa kama wale wenyeji tuliowakuta katika mji au katika nchi. Sasa hapa ndo tutapata masuluhisho yetu, tutajua jinsi gani ya kuweza kutatua na hatuweza kufunguliwa katika familia, katika mambo mengi ambayo tunayopitia kila siku na changamoto nyingi, na tutajifunza jinsi gani ya kuomba na kuweza kutoka kwenye hizo changamoto, kwani mwaka ishirini ishirini na sita ni mwaka mwingine wa wewe, kwamba wewe ni mshindi kila siku, kwamba mara nyingi wanasema, kuna ule msemo Waswahili wanasema kwamba afebeki abaki kipa, lakini hapa tunacheza namba zote na wewe ni mshindi, kwa kuwa Yesu alikushindia msalabani. Alikufa uchi hakuvalishwa nguo, alikufa uchi ili wewe uwe mshindi. Kwa hiyo husikubali adui kusema kwamba amekushinda. Usiseme kwamba hili jambo hili haliwezekani, kwa sababu Mungu alimuuliza Musa, je, kuna jambo gani lililokuwa gumu kwao? Hakuna jambo lililo gumu kwa Mungu na Mungu sio muongo na wala sio mwanadamu ili aweze kutubu. Ila ninakukaribisha, hii nimetengeneza audio ya kukukaribisha mwaka ishirini ishirini na sita. Tutakwenda kujifunza mambo mengi sana, na kwamba pale ulipokuwa unapauna pagumu hutapauna pagumu na utaweza kutoka kwa urahisi. Acha niombe ni, ni kukabidhi kwa bwana baba, katika jina la Yesu Kristo ninasema asante, ninasema asante kwa kukaribisha tena Ndugu zangu, kaka zangu, baba zangu, wadogo zangu, karibuni tena kwenye chedu, kipindi chetu ambacho kitakuwa kipindi kitachoanza rasmi, kinaitwa Alhamisi ya Suluhisho. Suluhisho ambayo changamoto zinazotupitia kila siku. Na Baba, tunasema asante kwa sababu utakwenda kuwapa watu majibu yao na utakwenda kufungua watu waliokuwa wagonjwa, watapata suluhisho katika ugonjwa wao, waliokuwa wameteswa, watapata ufunguo katika mateso yao, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba, ninasema asante na ninawakaribisha, nawakaribisha wote, ila msisahau kuwa Alhamisi inayofuata tutakuwa ni Alhamisi ya suluhisho katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu Kristo ninasema amina na asanteni na karibuni sana. Usisahau kumwambia jirani yako, usisahau kumwambia wale wote kwamba tukutane Alhamisi ijayo kwenye Alhamisi ya suluhisho. Amina.